Ebwana, usiku wa jana Desemba 19, mwaka 2025, na jiji uh, la bandari ya Odesa nchini Ukraine liligeuka uwanja wa majonzi baada ya mashambulizi mapya ya makombora kutoka Russia kugharimu maisha ya watu wanne na kuwaacha wengine 27 wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa, wa mamlaka za Ukraine, shambulio hilo lililenga zaidi miundombinu ya bandari na katika mji wa Pivdenne, eneo muhimu linalopakana na bahari Nyeusi. Shirika la habari la kimataifa la CNN limeripoti kuwa baadhi ya waliopoteza maisha walikuwa ndani ya basi lililokumbwa na mlipuko ya bomu, tukio lililoacha simanzi kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Hii si mara ya kwanza kwa Odesa kushambuliwa. Kwa siku tisa mfululizo, Russia imeendelea kulenga jiji hilo kwa mashambulizi mazito, hali iliyosababisha kukatika kwa umeme kwa zaidi ya wiki moja katika maeneo kadhaa ya mji wa jirani zake. Miundombinu ya bandari imeharibiwa, pamoja na meli za kiraia ambazo hazikuwa na uhusiano wowote na mapigano. Kadiri majira ya baridi yanavyoanza kuingia, Russia imeelekeza nguvu kubwa katika kudhoofisha miundombinu ya nishati ya Ukraine. Katika miezi ya hivi karibuni, mashambulizi yamekuwa makubwa zaidi, yakihusisha mamia ya droni na makombora yanayorushwa kwa wakati mmoja, huku yakilenga kusambaratisha maisha ya raia wa kawaida. Kwa mujibu wa Oleh Kiper, mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Odesa, madaraja mawili muhimu yanayounganisha sehemu ya kaskazini na kusini za mkoa huo pia yamelengwa. Hadi sasa, kazi ya ukarabati bado inaendelea huku hatari ya mashambulizi mapya yakiendelea kutanda. Ikumbukwe kuwa, mnamo Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Russia ilianzisha uvamizi kamili wa kijeshi dhidi ya Ukreni. Makombora yalirushwa katika miji mikubwa majeshi yakivuka mipaka na vita vikageuka kuwa mgogoro mkubwa zaidi barani Ulaya tangu Vita Kuu ya Pili ya Dunia. Ukreni ilijibu kwa upinzani mkali, ikisaidiwa na silaha na misaada kutoka mataifa Magharibi. Hata hivyo, vita vinaendelea kupanuka, miji ikaharibiwa, mamilioni ya watu wakalazimika kuyahama makazi yao, na maelfu ya maisha yakapotea bila hata ya hatia. Mpaka sasa vita hivi havina mshindi wa haraka wala dalili ya amani ya karibu. Kinachosalia ni simulizi ya mataifa mawili yaliyounganishwa na historia pamoja, lakini yaliyotenganishwa na vita hivi. Na katikati ya historia ya mgogoro huo, ni raia wa kawaida wanaoendelea kubeba mzigo mzito zaidi wa hofu, maumivu na kupoteza matumaini ya kesho yao iliyojaa salama. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali, ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania.